Pia tumewafikishia habari njema juu ya mkesha, na nyie pia ni wadau. Umezipokeaje kutokea hapa maeneo yenu? E bwana, tumezipokea kwa, tumezipokea vyema, kumikia Mungu. ndio ndio, hebu alike marafiki ndugu jamaa wanakutazama muda huu hapa kupitia huduma ya ukombozi, na uwaambie kwamba huko hapa na mnatoa huduma zenu hizi. E, bwana mimi nawakaribisha wote waje kwa wingi kwa sababu tutakwenda kuona matendo ya Mungu kwa namna ya ajabu sana hiyo siku ya mkesha. Kwa hiyo watu wote waje hiyo ndio wa siku ya Jumapili, lakini tunazidi kukukumbusha kwamba ni Jumapili hii ya tarehe tano, moto utawaka usiku wa mkesha wa kihistoria pale katika ukumbi wa Huduma Ya Ukombozi. Unaweza ukafika pale na ndugu jamaa na marafiki, ukawaleta wagonjwa, na hakika watakwenda kufunguliwa na mtu wa Mungu Profeti Rabil Yakio siku ya Jumapili hii kuanzia saa kumi na mbili za jioni. Pale kutakuwepo pia na leso maalum ambazo usiku wa kihistoria wa mkesha. Kwa hiyo unapofika pale basi, hakikisha kwamba unapata leso yako, ndipo unapoingia ndani ya ukumbi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, mtu wa Mungu unakwenda kukutana na Mungu katika usiku wa mkesha. Lakini pia unaweza ukafika hapa ukatuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki na kuwaalika katika mkesha mkubwa wa siku ya Jumapili. Tukazungumza mambo matatu. Mama shikamoo. Jambo, na tunani kutoka wapi mamangu? Tokea hapa Kiteti. Tumekufikishia habari njema juu ya ya mkesha huu hapa ambao unakwenda kutokea pale Sabato kwa mtumishi yeah. yeah. walikia... yeah. yeah. wa Mungu umezipokea njema? Eh. Utakuepo. Watu watatu wanaotazama muda huu kupitia TV yetu ya huduma ya ukombozi. Nani na nani unamwalika? Amina. Unaitwa nani kutokea wapi mama? Kutoka samaria tu, Samaria. Tumekufikishia habari njema juu ya mkesha wa siku ya Jumapili. Umepokeaje kutoka hapa Katiti na na, na utakuwepo siku ya Jumapili katika mkesha huo? Hebu alike watu watatu ambao wanatutazama kupitia TV yetu ya huduma ya ukombozi muda huu, ambao unawaalika, waalike watu watatu. Nani nani